Jeshi la Russia limedai kuteka mji wa Siversk mashariki mwa Ukraine, hatua inayoliweka karibu zaidi na miji ya mwisho inayosalia chini ya udhibiti wa Ukraine katika eneo la viwanda la Donetsk. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa maofisa wa Russia, kutekwa kwa Siversk kunafungua njia ya kusonga mbele kuelekea miji muhimu ya kimkakati iliyobaki mikononi mwa Ukraine ikiwemo Kramatorsk na Sloviansk. Miji hiyo ina umuhimu mkubwa kiuchumi na kijeshi, hasa kutokana na kuwa kitovu cha shughuli za viwanda katika mashariki mwa nchi. Upande wa Ukraine bado haujathibitisha rasmi kupoteza kwa udhibiti wa Siversk, huku maofisa wake wakisema kuwa mapigano yanaendelea kwa nguvu katika maeneo kadhaa ya mstari wa mbele. Jeshi la Ukraine linaendelea kusitiza kuwa linapambana vikali kuzuia kusonga majeshi ya Russia licha ya mashambulizi makubwa ya anga na ya ardhini. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema endapo Russia itaweza kudhibiti miji iliyosalia ya Donetski unaweza kubadilisha mwelekeo wa vita mashariki mwa Ukreni na kuipa Moscow faida kubwa katika mazungumzo yoyote ya baadaye ya kisiasa. Vita kati ya Rusia na Ukraini vinaendelea kwa zaidi ya miaka miwili sasa, vikisababisha vifo vya maelfu ya watu na maafa makubwa ya kibinadamu, huku jamii ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo na kupatikana kwa suluhu ya kidiplomasia. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ili iweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.